Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kujifunza kile nyume nasema kama imekupasa kushuhudiwa mema na wal na walio nje. Imekupasa kushuhudiwa mema na walio nje. Na Roho Mtakatifu mhudumu wa kweli kukuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyika msaada kwako kwa katika jina la Yesu. Amen. Tunaposoma kwenye uh, waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo tatu saba tunaona tunajifunza sifa mojawapo ya askofu, na sifa ambayo imeelekezwa imeelezwa kwenye uh, hiyo waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo tatu saba inasema, tena imempasa kushuhudiwa mema na walio nje. Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje ili asianguke katika lawama na mtego wa Ibilisi. Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje. Siku moja nilikuwa nawashuhudia, nilikuwa nawaambia habari za Yesu madereva bodaboda, na wakati nikiwa nazungumza nao, akasema mtumishi, hao watu ambao mnawaongoza sisi ndio, ndio, ndio tunaowajua vizuri, nyinyi amawajui vizuri, lakini sisi ndio tunawajua vizuri mienendo yao, tunaojua vizuri mienendo yao nyinyi amajui. Wakija kanisani wanajifanya kwamba ni watu waliokoka sana, ni watu ambao ni watakatifu sana, lakini sisi huko mitaani ndio tunawajua vizuri. Au watu ambao mnawaongoza wanawajua vizuri. Sasa Paulo anamwambia Timotheo aina ya askofu, sifa za askofu ambaye anatakiwa kuchaguliwa, kwamba sifa mojawapo, imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje, na watu walio nje, ili asianguke katika lawama na mtego wa Ibilisi, na mtego wa Ibilisi. Petro anawaandikia, anaandika waraka, anasema iweni na mwenendo mzuri kati ya mataifa kuna watu ambao wanaishi maisha ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya sura mbili wakiwepo kanisani, watu ambao wanaonekana kwamba ni watu wenye hofu ya Mungu, lakini namna wanapoishi maisha yao huko mitaani ni maisha ambayo yuko kinyume kabisa na imani yao, kinyume kabisa na imani yao. Na watu ambao wanapokuwepo kanisani wanaonekana kwamba ni watu wazuri. Mbele ya mchungaji wanaonekana kwamba ni watu wazuri mbele ya wazee wa kanisa wanaonekana kwamba ni watu wazuri lakini kuna maisha mengine ya huko mitaani ya siri ambayo ni chukizo mbele za Mungu. Na tunaona Paulo akasema, mambo yanayotendeka kwa siri kwenu ni aibu hata kuyatamka kwa. Kuna watu wanasema wanase, wanajiita kwamba wameokoka, lakini kwa matendo yao huko mitaani wanamkana wana, wana, wana wanaishi maisha ambayo ni kinyume na kile ambacho wanakikiri Paulo, kwa Paulo anamwambia Timotheo kwamba askofu imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje, watu walio nje, watu wa mitaani kwake, watu wa maeneo anayoishi wamshuhudie mema, wamshuhudie mema, ili asianguke katika lawama na katika mtego wa Ibilisi. Ni kweli unasema kwamba umeokoka, je, watu wanakuonea huko mitaani? Watu wanakuoneje? Kuna wakati Yesu ambapo alikuwa na aliwauliza wanafunzi wake, nyinyi mnasema kwamba mimi ni nani? Wakajaribu kutoa majibu, wakajaribu kutoa majibu. Watu huko mitaani unakoishi wanaku, wanakusemeje? Watu huko majirani zako ambao unakaa nao wanakuzungumzieje? Kwa sababu maandiko anasema kwamba imempasa kushuhudiwa mema, imempasa kushuhudiwa mema. Ninajua kweli wakati mwingine kuna kupakaziwa, unaweza uka, ukapewa sifa ambayo sio Ninajua hilo lipo pia, lakini pamoja na hivyo, wako watu watakao kusema kwa, kwa usahihi. Wako watu ambao watakusema kwa usahihi, kwa sababu mpasa kushuhudiwa mema na walio nje. Na wewe kama mtu uliyookoka, tuna tunatamani Mungu anatamani ushuhudie mema na watu walio nje. Paulo akasema kwamba iweni na mwenendo mzuri kati ya mataifa ili wapo wasingizia kwamba mnatenda mabaya waonavyo matendo yenu mema wamtukuze Bwana. Wamtukuze Bwana. Ishi maisha matakatifu huko mitaani ishi vizuri na watu unaokaa nao. Ishi vizuri na majirani. Asa, imempasa kushuhudiwa mema na waliokoka na na watu walio nje. Watu walio nje wakuzungumzie vizuri, watu walio nje wakunene vizuri Narudia tena ni kweli, kuna wakati mwingine ambapo unaweza kupakaziwa unaweza kupakaziwa lakini ukweli wa ujifiche. Hata kama kuna watu ambao watakupakazia, kuna watu ambao watasema kwamba hicho ulichosema, hicho walicho walichosema juu yako si sahihi, si sahihi, si sahihi. Imekupasa kushuhudiwa mema na walio nje. Umeokoka, umemkiri Yesu kwa Bwana na mkozi wa maisha yako, mitaani kwako ushuhudiwe mema, majirani zako wa kushuhudia mema ofisini kwako, unaofanya nao kazi wa kushuhudia mema, wa kushuhudia mema. Angalia kwa habari ya Daniel. Daniel walijaribu kutafuta kosa ili wapate sababu ya kumshtaki lakini wakuona, hawakuona. Ushuhudie mema na watu unaokaa nao, ushuhudie mema na majirani zako, ushuhudie mema na wa, wafanyakazi wenzako, ushuhudie mema na wafanyabiashara wenzako. Kumbuka kile unalolitenda tenda kama vile kama kwa Bwana. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe, na maisha yako hayatabakia jinsi yalivyokuwa katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu akuwezeshe kuyaishi haya ambayo umejifunza katika jina la Yesu, amen.